Korea Kaskazini imerusha makombora kadhaa ya masafa mafupi kuelekea Bahari ya Japan kutoka pwani ya mashariki ya nchi hiyo, katika tukio la kwanza la aina hiyo kufanyika ndani ya miezi kadhaa. Ufyatuaji huo umetokea wiki moja tu kabla ya kuwasili kwa viongozi wa dunia, akiwemo Rais wa Marekani, Donald Trump, nchini Korea Kusini kwa ajili ya mkutano wa kilele wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia na Pasifiki APEC Kwa mujibu wa jeshi la Korea Kusini, makombora hayo yaliruka umbali wa takribani kilomita 350 taarifa ya jeshi hilo ilieleza kuwa limeimarisha ufuatiliaji na ulinzi wa anga na linaendelea kushirikiana kwa karibu na Marekani pamoja na Japani ili kufuatilia hali ya usalama katika ukanda huo. Ufyatuaji huo wa makombora ni wa kwanza kufanywa na Korea Kaskazini tangu mwezi Mei mwaka huu. Pia ni tukio la kwanza jeshi la kijeshi la aina hiyo tangu kuingia madarakani kwa rais mpya Wajang Myun mwezi Juni. Rais Lee aliingia madarakani kwa ahadi ya kupunguza mivutano ya kijeshi katika rasi ya Korea na kuhimiza mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa kikanda hasa ikizingatiwa kuwa linatokea kwenye kipindi nyeti kabla ya mkutano mkubwa wa APEC unaotarajiwa kufanyika Korea Kusini kuanzia Oktoba 31 hadi Novemba mosi. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili Korea Kusini mnamo Oktoba 29 ili kushiriki kwenye mkutano huo pamoja na viongozi wengine wa dunia. Katika tukio jingine la kijeshi, mapema mwezi Oktoba, Korea Kaskazini ilionyesha kombora jipya la balistic aina ya Hwason 20 kwenye gwaridi la kijeshi lililofanyika kuadhimisha miaka 80 tangu kuanzishwa kwa chama cha wafanyakazi cha Korea. Gwaride hilo lilihudhuriwa na viongozi waandamizi wa nchi hiyo pamoja na naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi, ambaye pia ni rais wa zamani wa nchi hiyo, alionekana akiwa pamoja na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Hali hii inashiria kuendelea kwa mvutano kati ya rasi ya Korea huku jamii ya kimataifa ikisubiri kuona ikiwa hatua hizi za kijeshi za Pyongyang zitaathiri mazungumzo ya kidiplomasia ambayo yanatarajiwa kufanyika wakati wa mkutano wa APEC.